Mali uh, kuwe kuna selective outrage kwamba fulani kafanya mm. kitu kizuri unamsemea una, una, una, una fulani kafanya kitu kibaya mm. unamtetea kwa sababu ni wako Elisa mm. amezungumza pia kwenye hilo fulani uh, ametenda vibaya kwa sababu ni wako unabaki naye. Kwa mfano kwenye concept ya kanuni, watu they are looking at Simba and they go like uh, Simba hawakuwa sahihi kufanya walichofanya mm. but <laughs> let's be honest mm. Ukitumia kanuni wana haki, walikuwa sahihi. Ile ni ki kanuni kiongozi chayni ah, yani haki ama huo usahihi hmm. Unawaruhusu wao kugomea mechi mechnwao ah, uh -huh. Okay. yani wao kutofanya mazoezi usiku uh -huh. Inawaruhusu kugoma kesho kupeleka timu uh -huh. Uh, okay. Yani, hiyo unavyosema wana haki wao kushindwa kufanya mazoezi wana haki ya kikanuni ama hata ya common sense kusema kesho tunagomea mechi, atuji uwanjani, kwa sababu kanuni zitamwadhibu huyo aliyefanya hivyo kikanuni. Yani yeye hana mandate ya kuexercise authority ya bodi ya ligi yani kanuni ishautline isha uh -huh. Kwamba wewe ambaye umekosea kufanya kitu fulani uh -huh. utaadhibiwa hivi, huyu uh -huh. mwingine ambaye anaheshimu kanuni kama alivyosema amefata kanuni okay. Okay. Kwa nini akuheshimu kuheshimu kanuni mm -hmm. ije kuwa adhibu mm -hmm. mm -hmm. Yeye, mm -hmm. e, ya yeyemehuua maamuzi yake uh -huh kwa sababu guys tunazungumza tuna hapa lakini source ya ile tatizo ni, ni taarifa ambayo mm -hmm. uh -huh. wa yeah. ya. yani, Simba waliitoa yaani ndo ambayo imezua taharuki, sisi kesho hatutaleta timu uwanjani, ndo ambacho kimezua taharuki. baada ya yani walichokifanya Simba ni matokeo, walikuwa hawana haki uh -huh. ya kuamua kitu kama hicho <laughs> haki wao walikuwa hawana. wao ni sehemu ya, ya sio ya ya shirikisho kuna kanuni viongozi ambazo zipo kuhakikisha usimamizi wa michezo na uendeshaji unafanya kazi mm. Sivyo? mm. Zile kanuni ambazo zipo kama kiongozi kama kitu ambacho kinaleta, kwa sababu kila siku tunapiga kelele hapa, fair competition, uungwana kwenye michezo mm. Kanuni zimewekwa kuhamasisha na kusimamia hilo. mm. Simba wamekwenda kiwanjani, before the game mona, siku moja kabla game, ambayo kwenye kanuni wako right kufanya mm. Wamefika pale hawajapewa ruhusa ku-exercise haki yao ya kwenda kukompiti kwenye mazingira ambayo ni fair, kwamba unajiandaa, kwa sababu kujiandaa kwa ajili ya mechi yenyewe kwenda kwenye shindani halisi uwanjani. Watu wanachukulia poa kuenda kiwanjani a day before, which is very wrong. Ukienda kiwanjani a day before, sawa, psychologically wachezaji wanapata fursa ya kujiandaa. Mimi nilivyokuwa nazungumza siku ya kwanza nilipokuja hapa Clouds, na sasa hivi ni tofauti, yeah. I'm more comfortable nao, kwa sababu mentally niko okay with the environment. nimeimesha made chemistry na Lisu, mm -hmm. Nimemeki uh, chemistry na wewe sawa, mm -hmm. Wachezaji wakifika kiwanjani before the game na haijawekwa hiyo kwa sababu tu just as to be there kwamba for fun kwa sababu iko pale kwa sababu ina mazingira ambayo this is a okay sport mimi yeah. Kuna issue moja hapo uh, wakati tunaendelea kujadili bwana, hii ni ni, ni, ni story kubwa sana kwa leo kwenye football ya Tanzania, tunaendelea kuzungumza kimichezo yeah. Eh, ku, ku, ku, ku, ku, kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo hmm. Chanzo cha tatizo uh, nimejaribu kuangalia, kuifuatilia ile taarifa ya bodi ya ligi hmm. Simba kuwasiliana na nyabodi na mwenyeji wa, wa mchezo baada ya wakati shida kukunali... itakuwa ni kwa Simba wao kama wao, ama issue ni kwamba kamishina kwa anapaswa kuanza kazi yake lini baada ya deal kumali... na, na, pia na kanuni hiyo kanuni ya, ya, ya saba <coughs> ya, ya, ya, ya, ya, ya kifungu namba 45 inazungum... actually ipo kwenye sura <coughs> ya tano ya kanuni za ligi ambayo inazungumzia a, mchezo wenyewe a... Inasema kwamba timu ngeni kwenye mchezo wa ligi kuu inaruhusa na inapewa fursa ya kwenda kufanya mazoezi kwenye kiwanja ambapo mchezo utafanyikia kwenye muda husika ambao mchezo utachezwa siku moja kabla ya, ya, ya mchezo wenyewe, na inakuja ina, ina, ina, ina, inamalizia kwamba iwapo haki hiyo haitokuwa exercised fully kwa timu ngeni, mechi commissioner anapaswa kutoa taarifa kwa shirikisho na bodi kwa nini hilo limetokea? mm. Sawa, so, mm. haisemi kwamba klabu yoyote lazima iwasiliane na match commissioner ah, kwamba sisi tunakuja kiwanjani, ila imezungumza kwamba match commissioner atoe report, which means shirikisho lina assume na bodi ya ligi wana assume, wakati wanaandaa hizi kanuni mm. match commissioner siku moja kabla ya mchezo, kwa sababu imeshatajwa kwamba klabu ngeni ina fursa na ina haki kuwepo hapa, utakuwepo okay kwa sababu maelezo ya story upande wa Simba wanasema walipofika kiwanjani walimkuta meneja wa uwanja, hawakumkuta match commissioner. Eventually, baada ya kulumbana kwa muda mrefu uh, meneja wa uwanja anasema kwamba uh, Simba hajapatiwa maelekezo kwamba Simba waingie kiwanjani. Baadaye wamevutana we ndo nani, ikatokea uh, fanikisho la kumleta mechi kamisha. Mechi kamisha anafika kiwanjani, anakuja anatoa baraka kwamba Simba watumie kiwanja, alafu kinachofuatia baada ya pale ni mabao ya kugomea Simba kuingia kiwanja. Kwa hiyo mechi kamisha alikuja baada ya tukio kuwa kwenye hali tete, lakini hakuwepo kwenye venue. Okay, hebu subiri kwanza. Hebu tusikie kwanza wadau aliyekuwa mkurugenzi wa kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji Eliud Peter Mbele mnamkumbuka eh? Eh, mzee Peter Mbele alikuwa mkurugenzi wa kamati ya sheria na hadhi ya wanachama wa TFF Eliud Peter Mbele amesema kwamba bodi ya ligi imeshindwa kusimamia ipasavyo ligi kuu ya NBC, ikiwezekana itengenezwe kampuni nyingine itakayosimamia ligi tofauti na bodi ya ligi ambayo inaundwa na vilabu. Hebu tumsikie kwanza, tutarejea kwa ajili ya kwenda kuzungumza mengi ya kimichezo. Elizi yao wamewaainisha makosa yaliyofanyika matatu. Mmoja, wamehukumu simba kwamba kwa mujibu wa taratibu simba atoe taarifa bodi ya ligi, kwa meneja uwanja na kwa mwenyeji wake ambaye ni yanga kwamba tutafanya mazoezi siku, e, e, siku moja kabla mechi, tutakuwepo katika kufanya mazoezi ili waandaliwe utaratibu. Wamehukumu simba kwamba hakuchukua hakuchukua tahadhari. Pili, wamesema kulikuwa na mambo ya makomandoa yanga Tatu, anasema meneja akufungua mageti. Sasa mimi nakuuliza unailisha mchezo, laramika, mchezo taali, kwa taarifa, kwa kwa wa nini? Kama yule aliyelalamika ndio aliyesababisha mchezo kutokufanyika, simba amemhukumu tayari kwamba alishindwa kutoa taarifa kwamba atafanya mazoezi kwa mujibu wa taratibu, na meneja uwanja anasema kwa kuwa ka na taarifa ndio maana nilifunga, sikufungua mageti, nilifunga. Kwani wailishe mechi? Unaiogopa Simba? Simba wao wanasema walisimamia oh, kanuni ambayo inawaruhusu kwenda uwanjani kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Labda labda nikwambie kiongozi wao. Eh, timu inapotoka Ghana hmm, Asante kotoko hmm, anapokuja Tanzania anafanya communication na Young Africans anapokuja kucheza na Yanga au na Simba hmm ndio maana unaona hata basi la kubeba wachezaji hapeleki TFF wala hapeleki bodi ya ligi, wanapeleka klabu ya Yanga, basi la kuwabebea wenzao kule. Ndio maana nasikia timu imegomea kupanda basi mechafuta basi lao, si unasikia? Nasikia mm, kwa yule ndo anamwandalia taratibu zote na kumwandalia uwanja wa mazoezi na kila. Ndio maana taarifa kwa mwenyeji wako ambaye ndio mwenye uwanja tuache mambo ya kuruka ruka kukimbia ukweli, bila tunachukulia mambo rahisi, kwa sababu mambo ya utani wa jadi bala nini rahisi, lakini kwa kawaida ndio taratibu zilivyo okay. Yanga nao kama walipeleka makomando wao sawa, ni uwanja wao, lakini kama waliweka waliwaweka watu kwa ajili ya kuwazuia watu kuingia pale, wao watachukuliwa hatua watu wa Yanga na watu wao, kwa sababu ya wa kuzuia watu wasiingie uwanjani lakini sio kwa sababu mechi iahirishwe, hapana. Ya vyombo vingienda wale waondoke, wanaondoka. Simba kuingia uwanjani, ni uwanja wa serikali. Utasemaje kwamba mtu eti alishindwa kuwaondoa makomando? Sio kweli. Hiyo ndio mpira wa Tanzania unapofika mahali sasa, unanajisiwa kama umemhukumu tayari <tter sensors> Simba unailisha mechi ya nini? Ni kwamba mnakwenda kucheza mchezo kwa sababu ninyi hamkutoa taarifa Swala la makomando ya Yanga na swala la meneja uwanja, wakati mpira umechezwa, mnakuja kuchukua nao, mnachukulia hatua kwa makosa aliyofanya, lakini yeye asingeweza kuahirisha mchezo. <tose> <tose> lakini <coughs> kinakosekana nini? Ni uwajibikaji. Lazima TFF achukue hatua dhidi ya bodi ya ligi kwa sababu, so bodi ya ligi wamekasimishiwa, wamekasimishwa wa, wame madaraka na TFF wafanye kazi baada ya TFF, lakini wameshindwa kuwajibika. Karia anatajia kuto kuingilia vyombo vyake vinapofanya kazi. Sasa wanapoachiwa wafanye kazi wao, sasa wanachukua nafasi hiyo kujifanya wao ndio wanaotaka. Hiyo Mguto na, na kundi lake lazima wajaribu wa, wa, kuangalia, ikibidi wawajibike kwa maslahi ya mpira miguu Tanzania, kwa sababu tayari tumepata aibu. Mimi nikwambie bwana mtangazaji leo watu wametoka Uganda watu wametoka ingine Kenya, wanakuja kuangalia mechi Tanzania, acha aliokata tiketi. Mimi nakuuliza hizo fedha zao mtarudisha? Kwa maana hiyo mechi moja kanalipa mara mbili, mechi pita, ya yangu iliyopita yatoke haya na leo hayaya na fedha watu hawarudishiwe, ina maana ni uhujumu uchumi, wanahujumu uchumi wa watu. Au bodi ya wa ligi lazima tuwazichukuliwe E, kutokana na hiki ambacho kimetokea leo mchezo mkubwa unaahirishwa, nini matokeo yake, inatoa picha gani kwenye soka letu? Mimi naamini tunaelekea sio kuzuri, na ndio maana mi nafika mahala nasema sasa, e, chombo cha kuendesha ligi, e, lazima kuwe na kampuni badala ya kutumia bodi ya ligi ambayo itakuwa chini ya TFF. Kwa sababu bodi ya ligi imeshindwa kuisaidia TFF na katika jambo hili mimi nitashangaa kama TFF hatawawajibisha bodi ya ligi pamoja na mechi kamishna ambaye alikuwa ndio msimamizi mkuu wa mchezo wa leo. Kutakuwa na utofauti gani kati ya bodi ya ligi ambayo inasimamia ligi kuu na kampuni ambayo itaanzishwa na TFF kusimamia ligi? Inaleta faida, kwa sababu wanakuwa na maamuzi ambayo sio ya kisiasa, kwa sababu lazima nikwambie, bodi ya ligi, wanaoendesha bodi ya ligi wanatokana e, na vilabu. Lazima wawe independent, ndicho tunachotaka sisi. Iyo baada ya kusema ti mwenyekiti wa bodi ya ligi awe kutoka klabu fulani, klabu fulani, ndio siasa za mpira. Tunataka sasa hivi tunataka kuwe na kampuni ambayo independent ambayo inajitegemea katika uendeshaji wa ligi kwa sababu hawa bado wanawajibika tijeko. Manake mabodi naoleta mgogoro mkubwa, akiwe kama Kenya kama Zambia, akiwe kama South Africa kama maeneo mengine, hawatoki kwenye vilabu, wanafanya kama kazi kama kampuni na wasaidia kufanya kazi. Maamuzi ambayo yamefanyika na bodi ya ligi kuahirisha mchezo wa leo, kwako wewe hapo sahihi? hakukuwa na sababu ya msingi, lazima nikwambie mimi. Nasema hivi hmm, wameunanyisi mpira wa Tanzania, bodi ya ligi, kwa sababu mimi yaliia nikwambie katika mechi kama ya leo kuna mtu anaitwa mechi kamishna ambaye ndio msimamizi mkuu wa mchezo ambaye anawajibika awepo siku moja kabla timu ngeni ajafanya, e, e, e, e, ya hajafanya haijafanya mazoezi ya mwisho ambayo nilikuwa natarajia jana, ndio wa kwanza. Kwa kawaida, anatakiwa kwanza kufika uwanjani hata kabla ya timu haijafika yeye anaanza kuandika ripoti ya mechi kuanzia siku anapofanya mazoezi timu ngeni taarifa jana itakaandike, kwamba timu ngeni imetoka mda fulani, sa fulani, wakiingia kwenye mazoezi, akimaliza, amemaliza mda fulani, na wakaondoka salama, hakukuwa na tatizo lolote. Lakini yeye inasadikika alipigia simu kwamba timu imezuiliwa, na akaenda ameenda pale, mavurugu yameendelea, yeye yuko pale Kulikuwa na sababu gani? Kwa sababu yeye akiona kwamba kama kweli kulikuwa na makomando ya Yanga, kama kweli meneja uwanja kufungu, uh, kufungua geti aliwajibika kumunikate na viongozi wa, wa, wa bodi ya ligi. Akishindwa kuwapata na kupigia viongozi wa TFF ambao sasa ngempigia simu anayehusika na maswala ya usalama wa TFF, angangetafuta vyombo vya usalama vinaenda pale vinaambia hapana Fungueni mageti kapata, viongozi kama makomando ya Yanga wako pale, weka ndani huko, Simba ingie nifanye mazoezi, wangefanya mazoezi. Hii ni Sports Extra Clouds FM, saa ya kwanza inatamatika hivyo. Uh, wadau wanaendelea kutuma maoni yao, tutaendelea kuyapokea hapa. Uh, lakini ipo makala special kwa ajili ya kutupitisha kuhusiana na dabi de... <laughs> ya Kariakoo na heshima yake ambayo imekuwa iki unajua dadi, mm. Imekuwa ni heshima kwa nchi yetu, kwa hiyo kuna namna ambavyo dosari kama hizi mm. zina zina, zina zina zina zina taswira mbaya e, kabisa kabisa, lakini tupo hapa na, na, na, na, na washindi ambao wao tuliwaleta hapa kupitia uh, watano wa jackpot ambao wametoka mikoa mbalimbali walikuja kushuhudia dabi ya Kariakoo lakini mambo yamekuwa yamekuwa ndivyo sivyo, lakini kwa sababu wao wamekuja wakiwa special, kuna namna fulani wanaweza kuzungumza kitofauti, tofauti na wale ambao tungekutana nao kwa kwenye kwenye zile costa, wanarejea makwao. Unaweza kumuuliza swali afu, unajua kwa faida ya msikilizaji mimi hapa ambaye nawashuhudia washindi studio, kwanza kila mmoja amekula dundo mpya.